ani kuna amini, mbona unanitisha hivyo? Unajua sikuelee, unantania mimi Mis... yaani? Devi huyu unamjua mimi au kuna Devi mwingine unamwongelea hapa? Hamna, usiseme hivyo. kujua nini? Sawa, unachotakiwa kufanya sasa hivi kula chakula kwa wakati, fanya mazoezi, tumia dawa kwa wakati, mimi na imani itakuwa sawa. Yaani usiache tu kumwomba Mungu, sawa? Meza dawa kwa wakati na ukimwomba Mungu na imani itakuwa sawa. Usiwe na mawazo Amna usiseme hivyo. Yaani usiwe na mawazo kabisa. Yaani usiwe na mawazo kabisa. Sasa, so tunamchukia sana baby. Sana. Sana. Amna, wala usimchukie. Sawa. Wewe cha msingi na, yaani cha msingi nitakiwa kufanya hivyo nakwambia. Sasa, sasa hivi. Sasa. Mama, sawa. Sawa. Tajitahidi.

kipindi tunatafuta ulikuwa hivyo hivyo, na mpaka sasa wanze tena kutembea kwa mguu. Jichoshe mama, uso muda wako wala sio wakati wako. Oh, nafsi inaniuma mimi tena, uendelee tena kuhangaika. Asubuhi unatuacha sisi hapa kama watoto wadogo. <laughs> Sasa nani abaki nyumbani? <laughs> Mwanangu, ni kweli kabisa unayoongea lakini sasa mwanangu nikiendelea tu kukaa hivi, miguu itanisumbua. Sioni miguu inaniuma vibaya. Ndio maana naenda nanyosha nyosha. Sasa sio kwa umbali mrefu mama. Ayaangalia, si ajabu umetokea mwanga mama, na sina sina imani kama katubuka hujaacha kupita kwa shuga yako. Kwa kweli mwanangu nimepita. Sasa utaniambia kwamba miguu iache kukuuma? Yaani wewe ningekuendekeza wewe. Yaani nitakaa ni hapa hapa ni mlinzi. Mimi kwanza ningekuwa Miss Pendi unazozunguka.

Vipi mama, mbona kimya? Naleta mume wangu. Haya mama, nakutegemea. na huku tunafanya na nyumbani kwetu. Hapana, brother Joni, mimi nimekuja tu ni kwa heli tu kwa sababu nishasumbuka sana. Nilienda kuulizia kule, kule ndo akawa amenielekeza kwa huku wa, washaamaga kitambo. Kwao nimeulizia tena hapo niliposhuka bajaji hapo katika ile kuelezea, kuna dogo mmoja ibidi ndo nikamtafuta kameniache hapo. Sijaelewa kwa nini la kunifuata mpaka nyumbani kwangu. Nimekuja kwa heli ndugu yangu Joni. Naomba unielewe wewe. Karibu, una shida gani? Eh? Yeah. Na umi kumbe na wewe uko huko huku. Karibu. Oh, asante sana. Njoo basi kipenzi, sikuna mgeni <tos> <tos> <tos> Mama, kuna mgeni nakuja, njoo Eh, asante, mama, Maraba, karibu. Hey, asante na. Ah, mama, asante kabisa, tena bora hata hivyo nimewakuta mkiwepo familia nzima oh. Ah, wambia, twende ndani, lakini fikia kwa hapa mimi na kushangaa, namsikiliza umesimama na magonjwa ya watu wazima sasa hivi nimekuwa nimezunguka kabisa. Ni hatari. Yeah, lakini yote na yote mama, mimi nimekuja hapa. Namshukuru Mungu kwa jinsi nilivyowakuta hapa. Of course inakuwa ni vizuri. Na mimi kuna kitu kinachonisibu ni muda mrefu sana. Umeona? Ni kweli mimi na John tulikuwaga na ugomvi. Na John yakuwaega ukwambia kwamba ni mimi ndo nilifanyaga lile tukio. Wewe ndo ulimpigiza mwanangu? Ndio ni mimi mama. He. Kwa <laughs> mm, kweli. Kimechokuleta hapa kitu gani? Mama, kwa na subira. Ndio maana nimekuja hapa mama. Nahitaji tusameane yote yaliyopita. Kwa sababu of course ni siku nyingi, na mimi mwenyewe hichi kitu kilikuwa moyoni kinanisibu. Na mimi nilihitaji nionane na John, lakini ndio hivyo kutokana na mazingira mliokuwa mnaishi kipindi kile. Nilipata usumbufu sana. Kwa hiyo mpaka nakuja kupajiwa hapa, ta nishazunguka sana, na nilichokuwa nahitaji nilikuwa nikuja kumuomba John msamaha. Mimi naomba anisamee nilikuwa sio mimi bali ni vitu ambavyo nilikuwa navitumia, ndio vilipelekea akili yangu mimi kuruzi na kuwa vile. Lakini baada ya kujitambua, mpaka sasa hivi, ndio maana nimepanga safari mimi nije nionae na John, ili hata kama nikifa, nife nifike mahali pema vipuni, pasiwe na dukuduku lolote kwamba John sijui nilimfanyia ubaya, sijui nini. Lakini nilikuwa namuomba John sana. Baba, baba. Ah, ba, ba, ba, ba. Ah, kweli mama. A, a, Mungu anapiga kama. Sio, sio hapa hapa, mimi nimekuja kumuomba msamaha. Inuka. Naomba Naomba babangu. Joni, no. Naomba babangu umenisamee. Inuka tu. Mimi nataka kusikia. Nataka kusikia sauti ya Joni , mama. Atakwambia, naomba naomba naomba. Naomba inuka. hapa. Hii sawa ila mimi sijamsikia Joni kwa sababu basi sikukufanyia wewe asalti, mama. Uchungu anaujua Joni ndugu yangu. Joni, naomba unisamehe kweli. Mume wangu kipenzi, sikilize mwenzako, kabadilika ndio maana amekuja hapo, amekutafuta. Unajua ameangaika kiasi kikubwa, kwa hiyo me, nahisi ameangaika sana tu mpaka amekuja kukutafuta wewe hapa. Kwaiyo msamehe, siisha kupata hadi nyumbani. Joni mwanangu naa msemee mwanzie. Nyinyi ni vijana bado mtatendeana mengi sana u mwananijua mimi mwenye mama yako naweza nikamkosea mtu yoyote, nikikosa kusema, unaweza ukaridhika wewe. Aya, mambo nataka yaishe kabisa kabisa kabisa. Sawa mama, nimekuelewa.

Faya, Faya, Faya, Faya. Faya. Kuna mikasa mingi humdani, Faya mikasa mingi humdani, watu wanapita hazo every day wanamwaga jasho